Hapa katika viwanja vya KMC Complex, mchezo wa ngao ya jamii, na bingwa rasmi namtangaza ni JKT Queens kwa mara nyingine. Yanga Africans nafasi ya tatu, nafasi ya pili mnyama Simba Lunyasi, amefungwa leo Simba Queens. mabao magoli mawili kwa moja. Kizinga, kapteni, una furaha kweli kweli? ya furaha, mimi ninayo furaha, yangu haijaanzia leo, furaha yangu imetoka mbali, kwanza Uh, Engineer Harris kuwa mjumbe katika kamati za FIFA. Furaha ilianzia pale Pacome Zouzoua kuitwa timu ya taifa, furaha iliongezeka. Lakini pia kuangalia performance ya Yanga Princess, niliona kuna mabadiliko makubwa kwenye kikosi kile, kwa sababu bingwa kama JKT unaenda naye sare ya goli moja kwa moja. Na sio tu moja kwa moja, tulikuwa tuna uwezo wa kushinda ule mchezo, bahati haikuwa upande wetu kwa sababu ulimuona Ndaisenge mwanadada yule mm, alivyokwenda yeye na kipa, yeah. Lakini alishindwa kuitumia ile nafasi, mimi nilikuwa nishainuka najua goli. Kwa hiyo yeah, mchezo, yeah, nimesikitika tu kidogo mm, kwamba yani kama ndio tungekuwa tumewatoa JKT yeah, alafu tunakuja kukutana na Simba Queens hii, hapa. Yeah, hii Simba ambayo walibomoa kikosi y yani, kuna vitu unajua unatakiwa uvichunguze uh yani, viongozi wa timu yao yeah. <clears throat> kama walivyobomoa kikosi chao kile wakaja kubomoa na cha kina dada wakamwacha Fete Dancer tu. Yaani, unabomoa kikosi chote afu ndio unasajili wachezaji wao. Yaani, kuna mtu mmoja alikuwa anacheza sijui back, sijui winga, yule kilo mia, alafu nataka kamkabe winga yule pale, Messi wa JKT <laughs> <Pamasia> wa <wala nini. laughs> <laughs> Na mimi nakwambia kabisa nawaona pale Dar es Salaam Africans wakichukua nafasi ya kwanza kwenye ligi ya kina mama. JKT anachukua nafasi ya pili pale <inaudible> hii unaiona <clears throat> kama uko na mimi hii amba amba ambi... ya Yang, ambayo imepimwa. Kama imepimwa na nini? Hakuna mtu aliyepima. Wa watu kuogopa tu uoga wao, sinaona maombi yao yamefanya mpaka tumekwepeshana hapo. Wao wametangulia finali hivi, kwa timu hii kama ndio ingekutana na Andaise ngile unafikiri ingekwaje? Angewaacha ile. Na nikwambie kitu kimoja, ujumbe huu afikishia Anga Princess. Timu yetu. Kama kuna viungo wanatakiwa wafanye kazi ya akili hmm. Fanyeni kitu kimoja rudi kipindi cha maele Mayele alikuwa na watu wa kumwekea zile kaunta, na namuwekea Mayele anakimbia mm. Sasa yule Ndahisengele, ukimwekea moja akimbie. Yaani yeye na mabeki wawili, mwekee pembeni, mwekee kati mm. Akimbie wale walewote, anawaacha na ndio anafunga goli, na nimemwona ni mzuri kwenye engo hiyo mm. Sio atoke aende pembeni akatafute mipira aende huko pale, atokee kati. Mm. Mwekee moja ndefu akimbie, kwa sababu uwezo wa kukimbia nao, nguvu za kuwastahimili wale mabeki wawili yote nayo mm. Wanafikiri kwa beki hizi za Simba, kama ndio tungekuwa nao hawa saizi hizi 5 tano Simba hii Simba, hii? Yeah. Simba ambao wamefukuza wale wachezaji wote wazuri. Yeah. Ndio wameachawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yeah. <laughs> Bwana Kizinga tuzungumzie hili bwana. Mm. Taarifa zilikuwa nyingi, mambo ni mengi sana kweli kweli. Kila mmoja anakuwa anazungumza lake kwenye mitandao ya kijamii. Mm. Kocha Romain Folz, kocha Romain Folz, kocha Romain Folz! Watu wakiinama, wakiinuka wanajikuta wako Madagascar, wamepiga za kichwa. Mm. wamerudi wana Yanga vipi kweli, aondoke Roman Folz ama bado mnaye na mnatamba naye? Kwanza niwaondoe hofu mashabiki na wanachama wa Dar es Salaam Young Africans, viongozi wetu wa Yanga wanafanya kazi kwa misingi ya kazi, hawafanyi kazi kwa shinikizo la wachambuzi wala mashabiki. Wewe shabiki kazi yako moja tu, toka kwenye ushabiki, njoo kwenye wanachama, lipia ada, kata kadi yako. Wewe ni shabiki wa thamani thamani yako sio ya bilioni moja sasa hivi sio ya bilioni mia moja Thamani yako imepanda, wewe shabiki wa Yanga sasa hivi thamani yako ni ya FIFA dunia. Unakaa unapiga kelele tu kocha aondoke, kocha aondoke. Kocha ameletwa kwa misingi, jicho la, la scout limemwangalia. Nataka nikwambie kitu kimoja. Nenda kamwangalie Miguel Gamondi wakati anakuja Yanga, kakaa takriban miezi tisa au kumi, hana timu ya kufundisha hana kibarua mjini lakini amekuja amekutana na timu iliyokuwa bora nzuri. mm -hmm. Akang'aa mpaka. mm -hmm. Watu wakamuona wakamchukua. mm -hmm. Nabi kaja kashaondolewa alikokuwa huko Sudani. mm -hmm. Katimuliwa Almereki ya Sudani, tunamchukua Nabi tunamfanya kuwa bora mpaka anakuja kupata maisha. mm -hmm. Anakuja a, German mashine. mm -hmm. Watu wanasema ametoka sijui South Africa huko, amna kitu, tukamfanya kuwa bora, kaenda mbali. Amekuja lokocha, amekuja kocha aliyokuwa wasingida tonani yule mirudi <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Mirudi amekuja amechukua timu odosamu, hana mifumo sijui nini, lakini ndio timu inafanya vizuri. Lakini jiulize kwenye timu ile ambayo wamepita a makocha wengine wote, ile timu wameondoka, wachezaji wawili ameondoka, azizi ameondoka aucho, timu ipo, haipo? Iko vile vilevile, lakini kwa nini timu ilikuwa, wengine wanasema hawafurahishwi na namna ambavyo performance yake. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Sisi tunapoona timu labda kuna kitu hakiko sawa, lazima tufanya, uchunguzi. Uchunguzi umefanyika kaonekana kulikuwa kuna shida ndani kule kwa, kuna shida. Hawa watu wanaposema ubaya ubwela season 2 wana maana yaani, shee kufungwa mara sita mfululizo, kukosa ubingwa mara nne mfululizo, watu wanaumia, wanaangalia, wanapita plani ipi, watu wanaenda kupenyeza ubaya ubwela mpaka Victoria Town kule, unashangaa unaona wachezaji miguu mizito, timu yetu timu yetu ile ilikuwa kumpiga mtu sita saba nane Simba kwa Simba ile pale, sisi tulikuwa tunampiga hata chuma kumi wale, lakini angalia siku ile sisi ndo tukaonekana tumezidiwa. Pamoja na kuzidiwa, mtu kala, kafa chuma moja <laughs> yaani, hali ile unashindwa kushinda, mipira yote naisha kwa diara <laughs> kwa hiyo tuwaambie, tuwatoe hofu ule ubaya ubwela season 2 umeshaondolewa. Shemiskufichi mpaka alifikia hatua, watu wanaanza kumsema. Ulikuwa ukimsalimia habari yako anajibuje? Ndio huo ubaya bwela ulikuwa unafanya kazi. Sasa tumekuja kugundua juzi, yaani sisi tutoke sale na Mbeya eh, eh, eh. Alafu mashabiki wanaoishi Mbeya eh. Wanaanza kumsema mwalimu aondoke, mwalimu aondoke. Rudi nyuma kaangalia walimu waliokuja, alafu ile timu ambayo imemfunga Simba goli moja alafu na imemfunga Simba goli mbili, Mzize na Pakome wameondoka wachezaji wawili, ina maana ile timu mbovu timu nzuri lakini huyu alikutana na ubaya ubwela. Sasa hivi baada ya kugundua kwamba kuna watu wanaumia na wanaangaika, ha, ha, ha. na waliweka vikao watufelishe kwenye michuano ya kimataifa tumeshajua. Kwa tulichokifanya ni kuweka mazingira vizuri, ulinzi wa kutosha. Sasa hivi mtakwenda kushuhudia Malawi, ha, ha. Malawi, mtaona timu moja hatari. kwa hiyo ha. Kapteni, mimi na wewe tuwaaminishe sasa watanzania. ya kwamba saizi yanga Africans ipo shwari kitakachokuja kutokea, tusije tukasikia manunguniko tena. Yaani, wewe usilalamike, lipia ada, kata kadi yako. mwalimu tunaye tunatamba naye, haondoki. na hapo ulipo usiumie, kwa kujua kwamba tayari sijui nini, yule aliyekuwa anasumbua tushaondoa. samaki mmoja ameoza, nyanyua, tupa kule kwa kina Mandala. uh, fresh. Safi, mtafurahi. Wana Simba unajua, wanamsubiri unajua kwa hamu. Baada, Nataka nikuulize swali tena mwezi wa 12 umenikumbusha kitu eh. Naomba ni washauri viongozi wa timu ya kina Mandara sita mfululizo hmm. wa timu ya Mandara sita mfululizo sita nenda... mfululizo mfululizo. Wajui ah, nimekwambia hivi viongozi wa timu ya Mandara ah. ambao ni sita mfululizo ah. nenda kawaambie ah. ujumbe ni kutoka kwa kapteni wa FIFA dunia ah anasema hivi yeah. Nimepanda viwango, yaani pale juu kuna engineer Harris, chini kuna Wallace Karia, ukishuka kidogo kuna Ali Sabani kama msemaji wa FIFA dunia, nafuata mimi kapteni wa FIFA dunia. Na kampeni wewe ujui, kampeni ya kunivua kitambaa hichi imeanza Mandala, Mnandi, mchungaji sijui na wakina nani huko amningoi kitambaa hichi. Nataka nikwambie kitu kimoja, nenda kawambie waliachwa taraka tatu waliachwa waliachwa taraka tatu na nani? Hmm, na Fadru kocha. Yeah, aliwaacha taraka tatu akaondoka. Hmm, hatutaki mwezi wa kumi na mbili twende tu, tukacheze na wajane. Hmm, twende tukacheze na watu ambao wameachwa taraka tatu, bado hawajapata mtu wa kuwaweka sawa mtu sawa. Akati sasa hizo ameshusha meneja na kaanza kwa kipigo, kwa hiyo tunakubaliana ni meneja, si ndio? Mimi na okay, wewe tunakubaliana wana wa meneja wa, wa wa wa hmm, kwa mujibu wao wameondoka kwenye huu mfumo. Sasa tunatakiwa tuwaulize, kwa hiyo kocha watamtangaza lini? Kwa sababu wana meneja. Mimi nakuuliza wewe, tupo kwenye mjadala, tunatakiwa tujiulize, wao wana meneja Dar es Salaam African meneja, unamfahamu Wota? yule ni meneja kocha wa Yanga, unamfahamu wow? tulia kwanza yo, kocha anaitwa sasa sisi tuna meneja na tuna kocha. Kwa hiyo tunakubaliana ni kwamba niulize, niulize kocha mesimfahamu sawa. Kwa hiyo kocha hawana Wana kocha. Sawa, Simba, Simba wana nini? Ndio ameenda kwenye huo ufalme. Ndio ameenda kwenye huo ufalme. Unachokisema ni... Ehe. Kwa hiyo... wao, Ehe. wanataka kufanana na wale watano. Mimi nataka nikuulize swali kidogo I, ila tukubaliane na, na, Simba ni, ni wenzao. Sasa so, ni na na, nataka nikuulize swali kidogo hapo la msingi kwa faida ya watazamaji si ndio? kwa hiyo inapotakiwa kocha asimame mbele, anasimama nani, anasimama matatu au anasimama nani? Nataka nikuulize wewe, kwa sababu meneja hana vigezo vya yeye kusimama kwenye mstari wa kuelekeza timu. Unakubaliana na mimi? Sema ndio au hapana, usiwe mwoga hapa. Hii nchi ya amani, wale waliokuwa wanatekateka watu wale nimeshawapa kazi maalum. Kuna mtu anatakiwa wamteke yule mtu wa Mandala, anatakiwa tekwe. Ndio, nishakwambia hivyo. Nataka nikwambie kitu kimoja, kocha hawana, waende wakatafute kocha mwenye vigezo vya kuifundisha timu, kisha baada ya hapo tutakapokutana mwezi wa kumi na mbili waje wakiwa wako kwenye mikono salama, vinginevyo sisi tutawapasua kama tulivyowapasua. Alafu ile ngao ya jamii inaiangalia ile wanayopewa JKT Queens, ile ngao ya jamii sio ngao ya Yanga, mnauhakika ni ngao yao ile. Bwana nikushukuru sana Kizinga, umeangalia vizuri kweli Yanga na ngao bwana. Ngoja nikwambie, msimu msimu huu unaanza msimu kwa... bingwa JKT na hili, ngoja kwanza usio na haraka, tulia na hili. Tunataka tuambie viongozi wa bodi ya ligi, viongozi wa bodi ya ligi wanatakiwa wajiimarishe kwelikweli, kwa sababu msimu ulioisha JKT Queens ilikuwa ni aibu. JKT Queens anakuwa bingwa, lakini kombe hakupewa kama anavyopewa ngao sasa hivi Si umenielewa? Hmm. Lakini alikuja kukabidhiwa kombe lake JKT Queens, kwenye mchezo wa, wa, wa friend mechi, hmm, baina ya JKT Queens na timu ya taifa ya wanawake hivi. Hmm, nakuaje mechi ya ligi ukawakutanisha na timu ya taifa? Kwa sasa hivi naliangalia ile ngao kama ni ya Yanga, tunamwambia rudisheni huko.